China Airlines imeidhinisha mpango wa upanuzi wa ndege unaojumuisha ununuzi wa hadi ndege 18 mpya za abiria na mizigo za aina pana kutoka Airbus na Boeing, pamoja na kustaafisha ndege nne za mizigo za Boeing 747-400, kulingana na taarifa ambayo shirika hilo liliwasilisha kwa Soko la Hisa la Taiwan. Katika taarifa hiyo, China Airlines ilisema bodi yake imeidhinisha ununuzi wa ndege za Airbus A350-1000 tano, za Boeing 777-9 tano, ndege nne za mizigo aina 777-8 freighter na ndege mbili za mizigo aina 777 freighter. Shirika hilo limesema kuwa dhamani ya jumla ya mpango huo haitazidi dola bilioni 7.852. Ndege hizo mpya zitaunga mkono mkakati wa ukuaji wa abiria na mahitaji ya muda mrefu ya kubadili ndege za mizigo. China Airlines haikutoa maelezo kuhusu muda wa kuwasili kwa ndege hizo au aina ya injini zitakazotumika. Airbus A350 1000 zitaongeza ukubwa wa familia A350 ya shirika hilo na kupanua safari zake za masafa marefu. Ndege za Boeing 777-9 zitachukua nafasi ya ndege kongwe na kuongeza uwezo katika njia zenye mahitaji makubwa mara tu zitakapoanza kutumika. Upande wa mizigo, ongezeko la 777-8 freighter na 777 freighter linaendeleza mwelekeo wa shirika kuelekea kutumia ndege mpya zenye ufanisi zaidi wa mafuta. Hatua hii inaendana na mwenendo wa sekta ambapo waendeshaji wanahamia kutoka ndege za mizigo zenye engine nne hadi zile za engine mbili zenye gharama nafuu za uendeshaji. Kama sehemu ya mpango upanuzi, China Airlines imesema itauza ndege nne za 747-400 freighter. Shirika hilo limekuwa likiondoa aina hiyo polepole kadri linavyosasisha fliti yake ya ndege za mizigo. 747-400F zimekuwa msingi uende wa uendeshaji wa mizigo wa China Airlines kwa miongo mingi, lakini hatua kwa hatua idadi yake imepunguzwa kutokana na kuongezeka kwa gharama za matengenezo na mafuta. Uamuzi huo wa bodi ni miongoni mwa hatua kubwa zaidi za usimamizi wa mchanganyiko wa ndege za abiria na mizigo katika miaka ya karibuni. China Airlines inaendelea kuendesha fliti yenye utofauti wa ndege za masafa marefu ikijumuisha A350-900, 777-300 extended range na 747-400 freighter. Ununuzi mpya unaashiria kwamba shirika hilo linajiandaa kwa ukuaji wa baadaye kwa soko la abiria na mizigo kadri mahitaji ya kimataifa yanavyozidi kuimarika. China Airlines imesema kuwa ununuzi huu bado unategemea majadiliano ya kimkataba na Airbus na Boeing. Hatua hii mpya China Airlines inafuatia taarifa nyingine mapema mwaka 2025 ambapo shirika hilo lilionyesha nia kununua hadi ndege 13 zaidi aina ya A350 900 na A321 neo 8 kupitia taarifa ya Juni kwa soko la hisa la Taipei. Ndege hizo zilikuwa sehemu ya mpango tofauti wa upanuzi uliokadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola bilioni mbili na ulihusisha pia ndege nyembamba za kukodi kutoka ALC. Mpango mpya wa ndege kubwa, kwa upande mwingine, ni uwekezaji mkubwa zaidi na unaashiria hatua muhimu ya kuboresha fliti ya ndege za masafa marefu na operesheni ya mizigo ya shirika hilo. Shirika hilo la Taiwan sasa linaungana mashirika mengine ya Asia yanayopanua fliti zao za ndege pana kadri yanavyolinganisha mipango ya muda mrefu ya uwezo na ndege za kizazi kipya. Boeing na Airbus zimeripoti ongezeko la hamasa kwa ndege za abiria na mizigo katika ukanda wa Asia Pacific, wakati mashirika yakibadilisha ndege kongwe na kujiandaa kwa ukuaji endelevu wa safari za masafa marefu na usafirishaji wa anga.